Fahamu Mkristo shujaa Akash Bashir aliyekubali kufa kwa ajili ya watu wengine. Katika maneno yake ya mwisho alisema, hata kama nitakufa, sitakuruhusu uingie ndani. Ilikuwa ni siku ya Jumapili ya tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2015 katika mji wa Lahore, Pakistan, siku ya ibada. Kama ilivyo kawaida, kengele za kanisa zilikuwa zimelia. Waamini walikuwa wamejaa ndani ya kanisa la Mtakatifu Yohane, yaani kulikuwa na zaidi ya waamini 1000. Wanaume, wanawake, wazee na watoto walikuwa wamekusanyika kwa amani na sala ya matumaini. Nje ya kanisa, kijana mmoja mwenye sura ya kawaida lakini mwenye moyo usio wa kawaida alikuwa kazini. Jina lake aliitwa Akash Bashir, mwenye umri wa miaka 20 tu. Akash alikuwa mkatoliki wa dhati, mhitimu wa Don Bosco Technical Institute, alikuwa anajitolea kuhudumu kama mlinzi wa kanisa. Hakuwa askari, hakuwa na silaha nzito Alikuwa kijana wa kawaida aliyevaa sare za ulinzi, mwenye imani kubwa. Wakati ibada inaendelea ndani, Akash alimwona mtu mmoja akija kwa mwendo wa shaka, akiwa amevalia fulana ya mabomu. Kwa macho ya haraka na akili ya uangalifu, alitambua kuwa huyu hakuwa mgeni wa kawaida, alikuwa gaidi. Mtu huyu alijaribu kusogea na kutokea mlangoni. Hapo ndipo sekunde chache zilikuwa zimehesabiwa. Akash angeweza kukimbia, angeweza kujificha angeweza kufumba macho lakini hakufanya lolote kati ya hayo badala yake, alisimama imara, akasimama katikati ya mlango na kanisa. Gaidi alipomkaribia, Akasha alimkumbatia kwa nguvu, akizuia asiingie ndani. Wakati huo alitamka maneno ambayo leo yameandikwa katika historia ya kanisa na ubinadamu: hata kama nitakufa, sitakuruhusu uingie ndani. Sekunde chache baadaye, bomu mlipuko huo ulimuua Akashi Bashiri papo hapo, hapo pamoja na ya mshambuliaji lakini, kwa sababu ya msimamo wake wa kishujaa mlipuko ulitokea nje ya kanisa, na hivyo kuokoa maisha ya mamia ya waamini waliokuwepo ndani. Watoto waliendelea kuishi, familia ziendelea kuwa pamoja, kanisa lilibaki kuwa mahali pa sala na si mahali pa mauaji. Akashi alifariki, lakini aliokuwa kizazi Habari za ushujaa wake zilienea haraka duniani kote. Papa Francisco mwenyewe alinukuu tukio hilo kama mfano wa upendo juu kabisa, akimnukuu Yesu: hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Rejea Yohana sura ya 15 aya ya 13. Kutokana na ushujaa wa maisha na kifo chake, Kanisa Katoliki limemtangaza Akashi Bashiri kama Mtumishi wa Mungu, hatua ya kwanza katika safari ya kutangazwa mtakatifu. Akashi Hakuhubiri kwa kupaza sauti, hakutengeneza video kama nifanyavyo, hakupata muda wa kuandika kitabu. Alihubiri kwa matendo, aliandika injili kwa njia ya damu yake. Hadithi yake inatuuliza sisi sote: je, yeah. tunasimamia imani yetu hadi mwisho? Je, yeah. tuko tayari kulinda wengine hata pale itapotugharimu maisha yetu? Je, yeah. ukristo wetu ni wa maneno tu au ni wa matendo? Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisiyestahili